Walipotenda dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Ulipopungua utukufu wa Mungu, tabia ikapinda kuelekea kwenye dhambi, beti tu wakisii. Kwa hiyo, tabia inapopinda kuelekea kwenye dhambi, inatengeneza hako za kitu, sin as a condition, dhambi kama hali aliyonayo mwanadamu. Kwa hiyo ikawa hivi, ukizaliwa tu wewe umetenda dhambi au hujatenda dhambi still Biblia inakuhesabu kama mdhambi, kwa sababu umepungukiwa na utukufu wa Mungu, tabia yako imepinda kuelekea kwenye dhambi. Hizi sura mbili za dhambi ndizo zinaweza kutusaidia kujua wokovu unavyopatikana na umuhimu wake, kwa sababu ninaweza nikakaa nikasema hivi mimi sitendi dhambi yoyote kama kitendo. Siibi, si sizini, sisemi uongo. Yale yote ambayo kufanya ninafanya. Kwa, kwa hiyo mimi sina dhambi. Wewe uko upande mmoja wa dhambi kama kitendo. Umesahau upande wa pili wa dhambi kama hali ambayo ni kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na hiyo ndio itakuja kutusaidia kuona kwa nini anahitajika Yesu pekee ili kutuokoa, kwa sababu hata kama tungeendelea kutokutenda, tayari tumeshaingia kwenye hali ya dhambi ya kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, tabia zimepinda kuelekea kwenye dhambi, tunahitaji mwokozi kuelekea kwenye dhambi. Wangapi wanajaribu kunipata ninapo ninapokuwa nikielezea hivi vitu? Wangapi tunaelewana? Wale ambao tunachanganyikiwa kabisa sehemu, kwamba hapa ninachanganyikiwa. Kwa hiyo sehemu ya pili ya dhambi kama hali ndio inatupa ulazima wa kuwepo mwokozi, kwa sababu bila yeye hatuwezi tukatoka kwenye yako kahani ya kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa mwanadamu alipotenda dhambi akapungukiwa na utukufu wa Mungu. Dhambi ikaanza kumtumikisha, dhambi ikaanza kumtumikisha. Yesu alipokuwa anawaambia wanafunzi wa awayahudi kwenye kitabu cha Yohana sura ya nane msanotasina mbili na msanotasinae amb mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Alafu wakamuuliza, sisi hatujawaea watumwa, unasemaje tutakuwa huru? Akawaambia hivi, yeyote atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hicho ndicho kilitokea kwa mwanadamu alipoasi, dhambi ikaanza kumtumikisha, yaani kana kwamba dhambi inakuwa bwana halafu mwanadamu anakuwa mtumwa wake, inamtumikisha mwanadamu. Na hicho ndicho kinafika, Paulo anaandika kwenye kitabu cha Warumi sura ya saba mstari wa kumi na tano mpaka mstari wa ishirini na moja kwamba lile nitakao kulitenda silitende, ninatenda nisilotaka kutenda. Na ikiwa ninatenda nisilotaka kutenda, si mimi lakini dhambi ikaayo ndani yangu maana kutaka nataka lakini kutenda lililo jema sipati. Hapo kautumwa, hapo ambapo Paulo anakazungumzia kwamba mwanadamu anajikuta katika hali ambayo anataka kutenda jema, lakini hawezi kutenda jema, anatenda baya, na lile baya ambalo hataki kulitenda ndio anajikuta amelitenda. Na nini? Ni mashahidi kwenye maisha yetu ya kila siku, kuna mambo kwa kweli unapambana nayo kwamba sitamani nifanye hivi, lakini unajikuta umefanya kile unachotamani kukifanya ukifanyi, lakini kile ambacho hautaki kukifanya ndicho unachokifanya. Kwa hiyo dhambi inakuwa pale kama inakutumikisha kutenda usilotaka kulitenda, lakini lile jema unalotaka kulitenda hauwezi, kwa sababu ya dhambi iliyoko ndani. Hivyo ndivyo mwanadamu alivyokuwa. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, mwanadamu asingeweza kujisaidia, asingeweza kujiokoa, asingeweza kujinusuru, kwa sababu tayari ndani yake ana dhambi ambayo inamtumikisha. Kwa hiyo atajikuta anatenda dhambi ile dhambi ile dhambi Lazima kwenye safari ya maisha yake atajikuta anatenda matendo ya kutokutii, kwa sababu dhambi inampelekesha kutokutii, inakaa ndani yake, na hapo ndipo, ndiyo sababu Mungu akaleta mpango wa ukombozi kwa mwanadamu, kwa sababu ukombozi unakuja kubadilisha Nisikilizeni kwa makini. Adamu alipo dhambi nambi, yeye na mke wake walikuwa tu. Lakini walipoanza kuzaa watoto walizaa watoto wakiwa wanawafanania wao, kwa maana ya kwamba waliozaliwa kutoka katika viuno vya Adamu wakawa hali hiyo hiyo aliyokuwa nayo Adamu baada ya kuwa wametenda dhambi, kwa sababu wakati anauma tumesema walikuwa na lakini alipotenda dhambi akapinda kuelekea kwenye dhambi, tabia yake ikapinda kuelekea kwenye dhambi na hivyo akajikuta baada ya hapo watoto wote anaowazaa na wao tabia zao zimepinda kuelekea kwenye dhambi, bent towards sin. Na utaona wakati anamzaa Seth, ndiye anasema Adamu akazamu akaishi miaka mia moja na thelathini akazaa mtoto kwa mfano wake na kwa sura yake akamwita jina lake Seti. Hiyo phrase kwa mfano wake na kwa sura yake, yake, haichukui tu outward resemblance kwa maana ya ufanano wa mwonekano wa nje lakini inahusisha pia mpaka tabia ambayo tabia ya Adamu kwa sasa ilikuwa imepinda kuelekea kwenye, kwenye, kwenye dhambi kwa sababu alipenda dhambi, na hivyo Seti uzao wake wote na watoto wote waliozaliwa kwenye wali uzao wa Adamu wamepinda kuelekea kwenye wa dhambi. Na hii ndio sababu Mungu ilibidi anaye mpango wa ukombozi wa mwanadamu utakaomsaidia mwanadamu kutoka katika kifungo hicho cha dhambi. Sasa mpango huu wa ukombozi wa mwanadamu, Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na sita, kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Na eko, ambao, ye, Mungu. Hivyo wokovu ambao Mungu aliuleta kupitia Kristo ulikuwa una hatua kadhaa ambazo mwanadamu mdhambi anazipitia ili apate wokovu. na wokovu ulimuhitaji mwanadamu kuamini. Kumwamini nani? Kumwamini Yesu. Maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Warumi sura ya sita mstari wa ishirini na tatu. Kwa hiyo wokovu ulipoletwa kupitia Yesu Kristo, ulimuhitaji mwanadamu aliyetenda dhambi aamini, na anapomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake aanzishe mchakato wa kuokolewa kwake. Tunaziona hapo wa kidogo tiuzo hatua wa za muhimu za wokovu wa mwanadamu, na hiyo ndio sababu akaandika Paulo katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na wa 9, kwamba tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, mtu si kwa matendo, mtu wawaye yote asije akajisifu. Ina maana kubwa sana hii sentensi ambayo anaizungumza Paulo. Nisikilizeni kwa makini. Huu mpango wa ukombozi wa mwanadamu ulioletwa kwa ajili ya kutibu tatizo la dhambi ambayo tumeona imesababisha upungufu wa utukufu wa Mungu kwa mwanadamu, lakini pia tabia ikapinda kuelekea kwenye dhambi, vile vile, mtu anajikuta anatenda asitotaka kukitenda. Ili tutibu hilo tatizo, maana tumeona kwenye Warumi saba kumi na tano kwamba dhambi ikaweka makazi ndani ya mwanadamu na ikaanza kumtumikisha na ili tutibu tatizo la na dhambi ndani ya mwanadamu, huu mpango wa uokovu ambao Mungu alimleta ulikuja na hatua tatu. Hatua ya kwanza ni kuhesabiwa haki kwa imani, hiyo ndio hatua ya kwanza katika mpango wa ukombozi wa mwanadamu. Kuhesabiwa haki kwa imani, justification by faith. Kuhesabiwa haki kwa imani ni nini? Kuhesabiwa haki kwa imani ni wokovu kutoka katika adhabu ya dhambi, salvation from the penalty of sin. Hiyo ndio hatua ya kwanza kabisa kwenye mchakato wa wokovu wa mwanadamu, na wokovu ili ukamilike, ni lazima hatua zote tatu zifikiwe, tatu. Sasa hii ya kwanza inaitwa kuhesabiwa haki kwa imani justification by faith ni kitendo cha kuokolewa kutoka katika adhabu ya dhambi salvation from the penalty of sin. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya sita mstari wa ishirini na tatu Biblia nasema mshahara wa dhambi ni mauti. Hiyo mauti inayozungumzwa sio hii mauti hii tunao kufa sasa hivi, kwa maana ya usikize, ni mauti ya milele eternal death mauti ya milele yani kutengwa na uso wa Mungu milele, lakini Biblia inasema karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Kwa hiyo wanadamu walipotenda dhambi, sheria ya Mungu ilidai kifo, the penalty of sin, adhabu ya dhambi ni kifo ama kutengwa na uso wa Mungu milele. Sasa kuhesabiwa haki kwa imani kama hatua ya kwanza ya wokovu ni kitendo cha kuokolewa nahusisha kumwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Yaani, kitendo cha kukiri ya kwamba ninaamini Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu, ninaamini mauti, yaani kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, ndio njia pekee inayoweza kunipatia mimi wokovu. Hicho kitendo kinakusababisha wewe uhesabiwe haki. Kwa hiyo kwenye mchakato wa kuhesabiwa haki kwa imani hakuna kitendo chochote ambacho mwanadamu anakifanya kwenye hii hatua ya kwanza ya wokovu. Anachofanya yeye tu ni kuamini kwamba Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu, na anathibitisha ya imani yake kwa kubatizwa. Kitabu cha Warumi sura ya sita mstari wa tatu na wa nne Biblia inasema, juu ya kuwa sisi tuliobatizwa katika Kristo tumebatizwa katika mauti yake, kama vile Kristo alivyokufa, tulikufa pamoja naye na kama alivyofufuka, na sisi tutaenenda katika upya wa uzima. Kwa hiyo ubatizo unathibitisha wazi ya kwamba ninakubali kifo na ufufuo wa Yesu kama njia pekee ya kunipatia wokovu na hiyo imani haihusishi tendo lolote la sheria. Ndio maana Paulo kwenye Waefeso mbili mstari wa nane na wa tisa akasema tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, mtu si kwa matendo ya sheria, mtu wawayo yote asije akajisifu. Kwa hiyo hii hatua ya kwanza ya uokovu inahusisha tu kuhesabiwa haki kwa imani na ni kwa kuamini peke yake naokolewa kutoka katika adhabu ya dhambi, the penalty of sin. Na hii ndio sababu utakutana na na sentensi hii katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza: hakuna hukumu ya adhabu kwa hao walio katika Kristo Yesu. Biblia inasema hivyo kwenye Warumi 8 mstari wa kwanza: hakuna hukumu ya adhabu kwa hao walio katika Kristo Yesu. Kwa lugha rahisi wote walio mkili Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao wakadhihirisha hivyo kwa kubatizwa, hakuna hukumu ya adhabu tena, wameokolewa kutoka katika adhabu ya dhambi, ambayo adhabu ya dhambi ni kifo. Hiyo ni hatua ya kwanza ya mchakato wa wokovu, haki kwa imani, kuhesabiwa haki kwa imani. Baada ya hatua hiyo namba moja ya wokovu, ambayo inahusisha kuhesabiwa haki kwa imani umeokolewa kutoka katika adhabu ya dhambi. Ni kana kwamba umetangazwa kwenye mahakama ya mbinguni huyu adhabu ya dhambi haimstahili, maana amesha mkubali Yesu aliyelipa hizo gharama. Inafata hatua namba mbili. Sasa wengi huwa tunaishia kwenye ile hatua namba moja, kwamba uokovu umekamilika nikisha mwamini Yesu nikahesabiwa haki kwa imani, nimekamilisha mchakato wa uokovu kwa sababu kwenye hicho kipengele hatuna haja ya, ya ya, ya, ya, ya, ya kutenda tendo lolote ili tuokolewe. Basi unaweza kutamani kwamba ule mchakato wa wokovu umekamilika, lakini ukweli ni kwamba mchakato bado hujakamilika, kwa sababu kuhesabiwa haki kwa imani bado hakujaondoa hiyo dhambi iliyoko ndani yako. Umekupatia, umekuwa dikrea, umetangazwa kwenye mahakama ya mbinguni kwamba wewe adhabu ya dhambi mano ni mwamini Yesu. Lakini baada ya kuwa umesabiwa haki unapaswa kuingizwa kwenye mchakato na mabii. Yaani, unless, unless, unless ufe kabla hauja- hauja- hauja- au ufe kipindi unatoka majini ndipo useme nitapata green card ya kwenda mbinguni. Lakini bila hivyo unahitaji kuingia kwenye mchakato namba mbili, unaitwa utakaso. Mchakato wa utakaso kwa kwa, kwa kwa maana rahisi ni wokovu kutoka katika nguvu za dhambi. Kwa hiyo Mungu anahitaji kukupatia Roho Mtakatifu akusaidie kushinda maisha ya dhambi, na hiyo ni hatua namba mbili ya wokovu ambao ni mchakato wa maisha, lifetime process mchakato wa maisha ambao kila siku tunaendelea kukua, na huo unatuhitaji kuwa waaminifu kwa, kwa sheria za Mungu, ndio uthibitisho ya kwamba tumebadilishwa. Uh, na huo mchakato wa kutengenezwa ili kushinda nguvu ya dhambi iliyoko ndani yetu ndio unaitwa utakaso. Na mchakato wa mwisho utakuta kwenye kitabu cha 2 Petro sura ya 3 mstari wa 18. Lakini mchakato wa mwisho unaitwa uh, kutukuzwa, glorification. Kutukuzwa ni ndio hatua ya mwisho kwenye mchakato wa wokovu itakayotokea inayon, mwisho wakati Yesu atakapokuja mara ya pili tutabadilishwa. Kwanza sura Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 51 hadi mstari wa 55, Biblia inasema huu wa kufa utavikwa kutokufa, huu wa kuharibika utavikwa kutokuharibika. Mungu atatubadilisha. Kwa hiyo Mungu, Yesu ataondoa dhambi iliyoko ndani yetu, lakini atatuondoa katika mazingira ya dhambi, na hivyo tutapewa ya, ya utukufu tofauti na ile hili tuliyo nayo ambayo imepungukiwa na utukufu wa Mungu baada ya kutenda dhambi. Ni mpaka umepita kwenye hatua zote hizi tatu za wokovu ndipo mchakato wako wa wokovu uwe umekamilika. Hatuishi tu kuhesabiwa haki kwa imani. Aha, lakini Mungu anatuhitaji tupite katika mchakato wa utakaso ambao utatuhitaji utakuwa ni uthibitisho ya kwamba kweli tunabadilishwa tunakuwa zile tabia tulizokuwa nazo tunazishinda, tunamsogelea Kristo, na mwisho atakapokuja atukute watu tulioishinda dhambi, atubadilishe na kutupatia miili ya utukufu isiyoathiriwa na dhambi. Na huo mchakato wa mwisho ndio unaitwa kutukuzwa. Baada ya hapo tutaenda mbinguni na dhambi haiwezi ikawepo tena kwa sababu tayari mili tulio nayo ni mili ya utukufu, sio ile iliyopungukiwa na utukufu wa Mungu kama mwanzo. Tabia zitakuwa zimenyooka, sio zilizopinda kuelekea kwenye dhambi kama mwanzo. Mungu atubariki sana. Wangapi tumeelewana? Angalau basi tufumbe macho mahali tulipo, tuombe.